Aina ya pili, adwiyatun wa aqaqiru tuathiru ala badani almashuri al, ni uchawi wa kutumia madawa, madawa, magome, magome. Na huu pia ni uchawi nao, anaweza akapewa mtu, kaweke sehemu fulani, kamtupie sehemu fulani, kamwagie kitandani kwake anapolala kamwekee pale chini ya akikanyaga tu jambo limekwisha. madawa madawa nayo huathiri katika mwili wa mtu aliyefanywa uchawi huo, na huathiri kadhalika akili yake, kama ambavyo huathiri matakwa yake. Anakuwa mtu matakwa yake, mfano anampenda fulani, basi tu yatokea ameanza kumchukia ameathiriwa kwenye irada, irada ni matakwa. Ndio wale wanarogana huko makazini, bosi anampenda mtu fulani. Kwa nini? Kwa nini apendwe yeye na bosi? Kwa nini akisema yeye tu bosi anakubali? Kwa nini sisi wao pia? Haya ufanyana wake wenza, kwa nini awe yeye kitu kidogo, yeye akisema yeye jambonafanyiwa kazi, asiposema yeye wakisema wengine jambo halifanywi kazi. Ndio watu wanakwenda hukugangani kwamba mganga, nimekuja mewana mimi e, mimi ni mke na mke mwenzangu, naomba nifanye mambo, yule mume yule amchukie yule mke mwenzangu, wala taketa kumuona. Yani zamu ikienda kwake basi iwe nitafurani kuanzia siku hiyo mpaka zamu inaisha, akija kwangu yawe mambo ni mazuri shwari, kombe kuelea nkokohoa tu wanauliza, eh Fatuma, unataka nini mume? Ah, wangu alikwenda kohoa, unataka ah, taka Fatuma. Limbwata hili ni aina aina, limbwata. Limbwata ni aina katika aina za kichawi, amelishwa limbwata. Limbwata ni uchawi. inna ruqa wa tamaima wa tiwalata shirkun, tumia anasema, inna ruqa, hakika matabano ya kishirikina watamaima na mahirizi watiwalata na malimbwata shirkun, yote ni ushirikina. Si tunaelewana jamani hapa? Hivyo kama ziko aina mbili, aina ipi katika hizi mbili humkufurisha mwenyewe kwamba akawa ni kafiri? Uchawi ambao ndani yake kuna kutaamaliana na mashaitani, uchawi anaoufanya yule mchawi ambaye ana mashirikiano na mashetani, akawa anawaabudu mashetani hao, anajikurubisha kwao kwa lengo kwamba aweze kumdhuru mtu mwingine fulani. Aina hii ni shirkun akbar, shirki kubwa, kwa maana anayeifanya hii anakuwa ni kafiri, hata kama anaswali kama tuko naye msikitini. Lakini akitoka msikitini, ana vibanda vyake, anakwenda kuviingia huko, anakwenda kuvisujudia, anakwenda kuviomba kwenda kuchinja kwenye matambiko yao huko, na kwenda kugaragara, na kwenda kuwaita wale wamsaidie, na yeye anapewa maelekezo afanye haya na haya na haya, na yeye anafanya. Huyu ni kafiri, hata kama atakuwa ana jina la Kiislamu, anaitwa Abdullah, anaitwa Saleh, anaitwa Rajab, anaitwa Musa, tunafahamiana vizuri hapa. Aina ya pili ni ule uchawi ambao haujafikia daraja hili, lakini kuna uadui ndani yake na ufasiki. Ni yule ambaye anatumia tu madawa madawa, lakini hana miamala na mashetani. Anatumia madawa madawa, anachukua hiki, anafanya hiki, anafanya hiki, anaunganisha hapa, akatupa mahali fulani, amdhuru mtu hili halijafikia daraja la kuwa kwamba ni kafir, kwa kuwa hakuna ibada fulani ameifanya. Kafanya uadui na ufasa, kudhuru watu na akili zao na mili yao. Haja taamaliana na mashetani, haja wachinjia, haendi mizimuni, weewe wasema ni mtaalamu wa vitabu. Mfano huu ni fasik. Tumeelewana jamani, ya? Naam, adhini muadhin. Iwe leo tumefungua huu mlango na aya moja na maelezo haya mliosikia, alafu tutakuja kuendelea kwenye aya inayofuata na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Adhini muadhin.